CCM ni chama cha watu wote, ni chama kisichokuwa na matabaka, si chama cha matajiri peke yao, si chama cha masikini, si chama cha wanyonge tu, ni chama cha kila mtu, kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho hakina matabaka. Chama cha Mapinduzi hakina classes. Serikali yetu ya mtaa inaundwa na Chama cha Mapinduzi. Kama serikali ya mtaa inaundwa na Chama cha mapinduzi basi ni wasihi wale viongozi wote ambao wamepata nafasi katika kuongoza serikali zetu za mitaa. Malipo pekee kwa Chama cha Mapinduzi ni kwenda kuchagua diwani anayetokana na Chama cha Mapinduzi. Malipo pekee kwa Chama cha Mapinduzi ni kwenda kuchagua mbunge anayetokana na Chama cha Mapinduzi. Malipo pekee kwa Chama cha Mapinduzi ni kura nyingi kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini pia fadhila za kuwalipa Chama cha Mapinduzi ni kuwachagua wagombea watakaotokana na Chama cha Mapinduzi. Itikadi, sera na siasa ya Chama cha Mapinduzi ndiyo yenye muundo sahihi na ndiyo inayopaswa kuongoza Watanzania. Kwa hiyo, tunayo haja ya kujitolea kukitetea, kukilinda na kukisemea chama chetu cha Mapinduzi. Ndiyo sababu kubwa ya sisi kufanya ziara hapa kwenu, ndugu zangu wananchi ili kuweza kusuuanani juu ya haya masuala ambayo yataweza kutusaidia chama chetu kuhakikisha chama chetu kinabaki chama dola. Lakini ngusie kidogo, kuna wenzetu wale kwa upande wa pili. Na wilaya ya Mpwapwa, niseme tu kwa uwazi, imetoa mwenyekiti wa BAVICHA taifa, na kuna vikao vya siri ambavyo wanakaa na wanavifanya. Wamejipanga kuja kugombea ubunge wa jimbo la Mpwapwa, lakini wanajipanga kutengeneza wagombea wa nafasi za udiwani katika kata zilizopo hapa Mpwapwa. Lakini mkumbuke kabisa, huyu kiongozi wa BAVICHA wa taifa ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, na kamati kuu ya Chadema kupitia mwenyekiti wake Tundu Lissu wanasema noli pom no election. Hebu nyinyi tazameni, huyu anapanga kuja kugombea ubunge na anaandaa madiwani, afu chama chake kinasimama kinasema no reform no election. Hawa ni watu sio salama, ni watu ambao hawahitaki mema nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tuwe makini na tusije tukasikiliza mambo ambayo anayaleta. Ndio maana tunahitaji kuelimishana kujengana kwa sababu hawa watu si watu salama kwa, kwa nchi yetu, na si watu salama katika maeneo yetu. Tuwaogope kama tunavyoogopa ukoma, tuwaogope kama tunavyoogopa magonjwa. Sisi tuendelee kujifunza na tuendelee kuwafundisha wengine kwamba hakuna ambaye ni sahihi kwa kuiongoza nchi yetu ya Tanzania isipokuwa Mama Samia suluhu Hassan. Hakuna kiongozi mzuri ambaye hatatokana na Chama Cha Mapinduzi. Chama Cha Mapinduzi, miundo yake ndiyo ipo sahihi, iko salama na ndicho chenye uchungu na Watanzania. Kwa hiyo ndugu zangu, wana Mazae, tuendelee kuelimishana kwa, kwa sababu kura za chama cha mapinduzi ni kama kufagia. Utaanza sehemu ulipo, kwamba utaanza na baba, utaanza na mama, utaanza na kaka, utaanza na dada, ndipo utoke nje kwenda kuwashawishi majirani na, na, na, na ndugu zako unaokaa nao kwa karibu, na wao waweze kukisapoti chama chetu cha mapinduzi, ili kiweze kubaki chama dola na kiweze kuunga serikali.